Hivi vyeo hivi vyeo anavyopata engineer Hersi. Oya, safari hii Yanga mtateseka nyie <laughs> yaani, kuna watu ambao hawapendi, hawataki, yaani tunasema engineer Hersi anatokea Kenya, Uganda, South Africa, yani so Tanzania. Yani vile anavyopanda vyeo yani utasema haiwakilishi Tanzania, yani kuna watu wanakisokoro kwinyo kinawauma. Mi nitumie fursa hii kwanza uh, uh, kama mwakilishi uh, wa mashabiki wa Simba kumpongeza kwa kupata cheo kingine kikubwa duniani kwa kuwa mjumbe uh, wa mashindano ya wanaume wote duniani kwa miaka minne. Kwanza hongera president, umedeserve na una deserve pakubwa na cheo kikubwa zaidi ya hicho. Uh, wale ambao mnaonifuata inboxi kwa kuniuliza kwamba kuhusiana na viongozi wa Simba kwamba kwa nini wao hawateuliwi kwenye hizi nafasi. Jamani katika msimu ambao tuna bahati mbaya kupata viongozi ambao hawana quality ni msimu huu. Angalia tu Simba inavyoendeshwa ndio mtaelewa kama Simba inaendeshwa vile, je, hawa wana uwezo wa kuendesha vilabu vya vingine? Je, hao wana uwezo wa kuendesha vilabu vingine duniani, ndo mtaelewa. Lakini kwa kati huu tumpongeze jamani, Engineer Hersi kwa kazi nzuri anayoifanya kwa sababu analeta mabadiliko ya mpira wa Afrika. Ashafanya mambo mengi ikiwemo na uh, vilabu kupokea posho kwa hatua za awali, ili swala lilikuwa galipo before. Hivi sasa ukiingia tu kishiriki, unapigwa dola laki moja kama milioni hii mia mbili hamsini, na kwa hiyo sio hela ndogo. Kwa kweli ni mabadiliko makubwa, ndio maana FIFA wamekaa chini wakaona kwamba huyu anafaa kuwa mjumbe wa mashindano ya wanaume yote wote duniani. Kiukweli anadeserve na anastahili kupata cheo kikubwa zaidi ya hicho, na nadhani ni swala la muda tu <laughs> swala la muda sio imara kama na Mungu, ukitoa uh, Simba uh, kutoa Simba, Yanga, Azam uh, Singida unayofuata na Mungu sio timu rahisi hivi kwa ligi yetu hapa Bongo. Ni moja ya timu ambayo wapinzani wakubwa wa Simba pia wanamuonesha game wanampa game tafu sana, lakini leo matoro wamefanya game kwenye pesa, jinsi ya kikosi chake lichokipanga na sub zake aliokifanya, wachezaji wote walionekana wako fit, wanafika kwenye mipira wanafika, <coughs> wanafika on time, na magori yote ukiangalia zote ni mipango, sio imekuja tu kuba Morris uh, na Budo mm, fanya balaa leo lakini man of the match ameondoka Iraq oh. Wewe umeridhika na hiyo? Uh, mimi mwenyewe nilipata mipatab sana, unajua kuna muda nimesimama pale mm. Nilikuwa nimesimama palekaaanasema Budo lakini ka sitmi ya ote timu tunapata timu zima, sio kipa wala sio beki, kwa sababu saa hivi mpira ulivyo timu inaanza kukabia mbele mpaka tunarudi nyuma. Lakini kwangu mimi yoyote anastahili kwa leo, yoyote kati ya Budo au Ushani, wote walifanya vizuri. Chagua moja, kwangu mimi nitampa Ushani.